Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ndugu zangu, wananchi wa Katambike, nimetembea huko nimelala, nikasema basi salamu ni muhimu sana kwa sisi watu ambao tunaishi pamoja, lakini nikatambua labda kuna changamoto mbalimbali. Na sasa hivi ni kipindi cha bunge, bunge linaendelea, niko hapa kwa muda mfupi, na vilevile leo nimekuja na safu nzima ya halmashauri yetu ya Nsimbo, mkurugenzi pamoja na watendaji wake wote kama kuna jambo lolote wananchi wangu linawakela linawasumbua, kupitia halmashauri yetu, basi nikasema basi nipate fursa muda huu wa jioni niwaite kidogo, basi mtoe mcheue, ili watupe majibu mazuri, ili tuendelee na maisha yetu mhoy. Lakini ndugu zangu, mimi nianze na kwamba ninajua ndugu zangu wana Katambike, tumejenga kituo cha afya. Mheshimiwa Rais alituletea milioni 500 tumejenga kituo cha afya, hayo ni mafanikio makubwa sana. Lakini bado anaendelea kufanya jitihada za kutafuta kujenga shule za msingi na zahanati Kamini na sehemu nyingine, hayo ni mafanikio makubwa sana katika vitongoji vyetu vyote, yale mafanikio yaweze kufanikiwa. Kwa sababu shule ya sekondari katika eneo letu tumejengewa bweni, tumejengewa nyumba za walimu lakini na bwalo. Mambo mengi ni mazuri, lakini kutokana na shule yetu ya sekondari na kule Mnyamazi, tayari tuna shule ya sekondari nimeizindua, na walimu wako tayari kwenda kuhakikisha wanabaki kule na kuwapunguza watoto kwenye shule ya sekondari mama, kuwarudisha Mnyamazi. Hapo vipi, nani kama mama Samia? Yote hayo tumeyafanya kwa muda mfupi, maendeleo ni makubwa, lakini kutokana na nyinyi na jitihada zenu, mnataka tuvuke hatua nyingine, na mimi niko tayari tuvuke hatua nyingine ya maendeleo zaidi. Yote aliyoniambia mheshimiwa diwani nimeyabeba kwa nguvu zote, ndio maana nikasema hapana, nisipite Katambike, nisipite labda kuna jambo na haya mambo ambayo waliyoyapata basi niweze kuongea nao ili niweze kujua matatizo yao, na kweli nimeyajua matatizo haya. Ndugu zangu wana Katambike, mimi kama mbunge wenu nitaendelea kunisikia bungeni, nitaendelea kuongea na mawaziri ili tuweze kupata mafanikio makubwa ndani ya kijiji chetu cha Katambike.